Ndugu wa Islamu mmoja ya wema waliotangulia alipita makaburini. Wakati anapita makaburini au ameenda kutembelea waliokufa pale makaburini kwa ajili ya kupata ibra, kwa ajili ya kupata mazingatio. Sasa wakati yuko pale makaburini, ghafla akasikia sauti ya ajabu. Sauti hiyo ikawa ni, ni sauti ambayo katika maneno yale ni aya ya Qur'ani, inasema lam yaani lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum li lidhikrillah. Hii sauti anayesikia maana yake maneno haya hivi hawalainiki wale ambao wameamini, lakini hawanyenyekei, hawanyenye, nyoyo zao hazinyenyekei kwa kusikiliza na kwa kusikia na kwa utaji wa Mwenyezi Mungu. Aliposikia maneno haya, bwana akawa na hofu, yuko kaburini, yuko peke yake. Wakati mwingine ukitaka ujijenge na ujengeke katika imani, kuna sehemu za kwenda. Ukiona imani yako imepungua kidogo, basi kuna sehemu unatakiwa uende ukainoa imani yako unaenda makaburini, ukifika pale unaangalia manzari na mazingira yalivyo utapata ibra tu pale, au mahospitalini. Ni sunna kufanya hivi vitu na vina maana, lakini sisi sunna nyingine tumeziacha hizi sunna. Kuna sunna mbalimbali, kuna sunna ambazo nyepesi, nyepesi, zile nyepesi nyepesi eh? zile kuoa wanawake wengi, lakini kuna sunna ambazo ni muhimu nyingine ambazo pia ni muhimu, hatutaki kuzifanya. Sasa huyu bwana alipofika pale makaburini akasikia hii sauti akaogopa baada ya kuogopa kwanza, wadhanna anna ahadan yakra alqur'ana bijanibihi, akahisi au akadhania labda kuna mtu yuko pembezoni yake anasoma qur'ani tukufu. Akahisi hivyo au akadhania hivyo, alichofanya fataqaddama falam yara ahad, akasogea mbele kidogo. Baada ya kusogea mbele akaangalia kuliani na kushotoni hakuona mtu yoyote. Hapo ndipo hofu ikawa kubwa zaidi. Aliposikiliza kwa makini, akagundua sauti inatoka katika moja ya makaburi ambayo yako pale tena kaburi ambalo ni la muda kidogo, yaani kaburi la zamani kidogo. Baada ya kusikia hivyo na kuona mazingira hayo sio ya kawaida, aliondoka nduki na alikimbia kurudi nyumbani. Akarudi nyumbani huku moyo wake ukiwa umejaa hofu kubwa kabisa. Sasa fa fi llaili raa fi lmanami swahiba thalika, sahibi au swahiba dhalika al qabr